Napenda tu kuishukuru serikali ya awamu ya sita ya Mama Samia kutuwezesha kututoa kwenye hatua tuliyokuwa nayo hapo mwanzo, maana mwanzo tulikuwepo ni watu wa kukaa tu vijiweni, hatuna kazi, hatuna ajira, lakini baada ya kutuhamasisha tukahamasishika mas, tuka tukaunda vikundi, hatimaye tukapata mkopo awamu ya kwanza tukamaliza, tukapata awamu ya pili. Sasa hivi tuna bodaboda zetu tano na pia ni shukuru kwa kijiji chetu, ina maana kwamba tumeshapatiwa mpaka sasa pikipiki kumi na tatu ambazo tunafanyia shughuli za kimaendeleo zetu. Tarehe 29 Mama Samia tunaweka tiki hapa, pana mbunge wetu Kinje, tunaweka tiki, tunamaliza na diwani wetu mkumbu, mkumbalu tiki. Tuna mshukuru, mama Samia tunamshukuru tuna wali wetu wa kata ya Chumo kwa kutuwezesha vijana kupata hii mikopo. Kabla ya mwanzo kupata mikopo vijana, tulikuwa tunajishughulisha kijiweni kucheza drafti, kucheza bao, kamali na vitu vingine kadhalika. Baada ya kupata mikopo tumechangamka, tumejinyanyua kutoka chini kwenda juu. Mimi boda boda inanisaidia mambo mengi sana. Jambo la kwanza, inanisaidia kulisha familia, kutatua matatizo madogo madogo ambayo yalikuwa yananikadiria hapo nyumbani. Yaani inanisaidia kufanya matumizi mengine ambayo nilikuwa nisiyafanye wakati sina boda boda. Kwa kifupi bodaboda inanisaidia kuendesha maisha yangu. Sisi kama vijana tumehamasika kwa kiasi kikubwa sana kuelekea Oktoba 29 kwa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tuna <coughs> baada ya kupata pikipiki tumehamasika na tumejikwamua na tumejijua, tumejifahamu. Kwa tumekusanyika, tumehamasika, tumekubaliana, tumepongezana, tumeshaishiana tarehe 10, tarehe 29 Oktoba tukampe kula daktari wetu yetu Samia Suluhu Hassani, pamoja na mbunge wetu mheshimiwa Kinje Ngombale Mwiru na kaka yetu Mkumbalu ambaye ni diwani kata ya Chumo. Wangu nakuja kwa vijana wenzangu na wakina mama, wakinamama bodaboda walikuwa wanatoa ushahidi hapa, wakasema katika kipindi cha serikali ya awamu ya sita wameweza kunufaika na bodaboda. Mheshimiwa diwani, ongera sana kwa kulifanya hili <coughs> Lakini vijana wa bodaboda, na sisi tunawaahidi, endapo mtampa mbunge mitano, mama Samia mitano tena, na mheshimiwa diwani mitano tena, tutahakikisha mikopo ya asilimia kumi mnaipata kwa kiwango kikubwa kabisa. Na sasa hivi kwa kuwa mmepata bodaboda, basi mfikirie kufanya kitu kingine kikubwa zaidi, iwe ni ishara ya mafanikio katika kata hii ya Chumo. Chumo oi boda boda hapo vipi? Kwa hiyo itakapofika siku ya tarehe ishirini na tisa Oktoba, ili haya mambo yote yaweze kufanyika tunahitaji tuwe na viongozi wanaotokana na Chama Cha Mapinduzi, kwa sababu katika umuumdi wa serikali, chama ambacho kimeshinda uchaguzi ilani yake ndio inayotumika kuongoza. Na sisi kama CCM tumejipanga tumejizatiti kuhakikisha kwamba tunaenda kutatua changamoto za wananchi wetu. Fursa za kukopa zipo kwa kila mtu, kila mama fursa zipo vijana fursa zipo. Kwa hiyo ndugu zangu, kama ndiopata bodaboda ya kwanza, mpate bodaboda ya pili, mpate guta, mpate lori, sikate tamaa. Tunaelewana? <tif> na pia waeleweshe <mpupata. tif> vijana wenzenu ambao hawaelewi na wao waweze kukopa. Sawa jamani. <tif> asanteni sana kidugu, Chama cha Mapinduzi.